24 uko vizuri, mi niko vizuri sana e. Umeonja ume, ume, ume vitu vya, vya babati e, nimeonja vitu vya Chapa, Manyara nini, chapati supu nzuri e. Tangia usiku tulivyoingia saa tisa, tukaenda kwenye klabu moja inaitwa Olympic e. Tumepiga vyombo mpaka asubuhi, yani mpaka dakika e. Hii unavyoniona hapa niko te e. Niko vyombo niko vizuri Fit kakiti niko nduki sinaona, hata macho anaonyesha e. e. singizi mzito. Asiwezi kulala kwa sababu ya chui e, chui Singida, chui huyu hapa, chui. mpaka mm. e. umetoka umetoka Singida, Manyara. Kwanza, nusu fainali hii imekuwa na mvuto wa aina gani na ani ambacho kimewasukuma sana mashabiki kuja kuisapoti timu yetu? Si timu yetu tunaisapoti sehemu yoyote, na kwa sababu tunacheza nusu fainali na mnyama aliotusaliti juzi kwenye mechi ya ligi, lazima tuje atushinde kuja kuangalia timu yetu. Eh. Hey. Kwa hiyo nyi kama mashabiki uh, mna imani kubwa kwamba Singida leo inaenda kuibuka na ushindi. Singida tutashinda sisi, hey. hey. Tuna uhakika yani. Tunampiga mnyama. Tunashinda ngapi? Tunashinda hata moja tu, hatutaki magoli mengi sana, moja tu. Mlikuwa mna, mnalia sana husiana hey. na swala la na marefarina jana kwenye press yenu kama mashabiki Mka, mkasema mnamtaji Arajiga na amepangwa. Hiyo ah, mmepokeaje? Alhamdulillah rabbil alamin. Eh. Ndio tulikuwa tunamtaka huyo, ni refari mzuri asiwaige hao wengine ye, ndio refari mzuri ana mbambamba, asiwaige hao wengine, achezeshe mchezo fair, ili ajitoe dosari kwa hao wengine wasiofaa. hmm. Nataja kuwa refari namba moja Tanzania sasa hivi. Ndio namba moja e, nampigia na makofi mimi Mama 24 zawadi Nyembea eh. shabiki kindakindaki wa Singida Black Star, timu ya mnyama chui eh. Hivi leo, kwa mfano, pale Simba, nani ambao mnamhofia sana mchezaji? Sisi hatumhofii mtu yoyote, Simba hamna kitu baba, hamna kitu Simba, hatumhofii mtu yoyote mm. wametoka shirikisho, wanakuja kubebwa na mechi ya ligi NBC. Wametoka mm. shirikisho, we mkubwa, unajiita mnyama. Mnyama porini, mjini sio mnyama ah. Unakuja, unakuja kupoteza ah, utapoteza kubeba tu yaani, nawabebe na leo Singida, Singida haina timu yote kutoka Singida, haina historia nzuri na Simba tangia timu uh, za Singida zimekutana na Simba. Singida Big Stars ndio ilibahatika kutoa suluhu ya moja moja, draw ya moja moja pale CCM Liti, ambalo Peter Bana aliweza kulevo scoreboard goal ambalo lilifungwa na Deus Kaseka akiwa uh, Singida. Historia imekuwa ni mbaya kwa pande yenu, leo mnaamini mna mnaenda kubadilisha historia hiyo? Historia tunaibadilisha. Tulikuwa tunaibadilisha tangia juzi pale KMC, e, KMC tulikuwa tunaibadilisha historia juzi pale KMC. Tatizo ni hawa waamuzi. Kwa leo mna furaha? Si tuna furaha, majonzi yaliyopita yale yamepita, ilikuwa ni BC. Sasa hivi tunacheza CRDB nusu fainali, tuna furaha, yani tuna uhakika, tunajiamini. Tumepanda gari, tumekuja mpaka Manyara, tumetembea usiku mzima kwa furaha zetu, kwa raha zetu, yani tunaamini kikosi chetu. Mm. Baba, mnenda kushinda leo, tunashinda sisi eh. Yeah. Hey. Leo nani anafunga kwa pande ya Singida? Singida ah, Jonas a, yani soa tena soa anamwachaga mtu, soa anamwachagi mtu. Wamesema eti watu wa Simba hawamuhofi kabisa. Hawamuhofi wapi? Walimshindwa juzi mpaka wanamkwatua kwenye box penalty? Mm. Eh? Hey? Wamesema kabisa Jonathan Soa sio level ya kucheza Simba au yanga. Mbona refa? Mbona kocha wa Simba alikuwa anamnyemelea, afu sio, akamchana makavu, akamwambia wananitaka wananchi, ngoja nijipange, wananitaka wananchi, ngoja nijipange. atutamwachia vipie? damu yake yanga. Akitoka Black Star ataenda kwa Mwananchi. Ataendaje kwenye timu mbovu? ah, si timu mbovu ikatokea mka... ataenda kwa mwananchi mwananchi, mwananchi si mkali wewe. Unaionaje mwananchi, ikatokea mkafungwa leo na Simba? Hatuwezi kufungwa sio. Ikatokea wewe, mwanaandishi wa habari, vipi? Ikatokeaje vipi? Atu... wewe tutafungwaje? We sasa, kwa mfano matokeo ya mpira to yapo, tutafungwaje? kwa mfano labda tu draw eh, lile goli lilikuwaje? Ujue lile goli ingekuwa viara ipo ilitokea faulu nyuma. Umeona? ile faulu ilitakiwa ikatwe, mpira ukapigwa mbele, ndio goli likafungwa, lakini ingekuwa viara, ingekatwa faulu, goli lisingepatikana, ingekuwa nyau nyau. Yaani, nya, nya. eh, nya, nya. nyau nyau kashinda, ndiyo, tulinyimwa tulinyimwa, goli la yeah, ersrpia, wakasema ofsaidi. Singida, na ulikuwa mchezo mgumu, wakabebwa tena sababu wati, timu kubwa, timu kubwa wamecheza shirikisho, wameshabaragazwa na Waarabu, wanakuja kutuletea matatizo hapa Tanzania, mpaka vilabu kibao wanatuma wana, wanaanza kutoa malalamiko ma, ma, ma, ma, kwa ajili ya Simba. Simba ndo nani? Simba porini bwana, sio mjini. Simba porini. Chui naye wapi? Chui chui porini, lakini mjini chui ndo mwenyewe naye na kuangalia, mwanangu Simba ukikutana naye mjini hapa mmoja na kuletea mambo ya ajabu mm, eh, eh. Kwa hiyo yule Simba amechoka yule, hili ni vibe la chui yulenibachmii mpira uishe usiishe, mimi mtanitafuta tu, mimi sina Mama 24 nawakilisha Black Star, dada msemaji wa Black Star. kuna nani mwingine? Hey, timu ziko nyingi, kuna Simba, kuna Namungo, kuna kosi, kuna nini. Mbona wadada siwaoni? Wadada wenzangu, pambaneni na nyie, mwe katika michezo. Mbona mnafeli? Mbona mnafeli? msikae kupika tu chakula pambaneni kwenye michezo kama mama 24 zawadi nyembea mbea. Sisi tumekuja kuchukua hapa pointi tatu, turudi kwetu Singida, tumetulia.